Sisi tuna dua zetu huwa tunamwomba Allahu tabaraka wa taala, tunamwomba atusamehe madhambi yetu, aturehemu na atuhurumia, atufanye wepesi katika mambo yetu. Lakini kwa sababu ya matendo yetu tunayoyatenda, inapelekea dua ile kutojibiwa au kuchelewa kujibiwa. Ila lau utafanya moja kati ya haya, basi unaipata nafasi ya kuombewa dua na malaika. Kwa hiyo ni sehemu kila mmoja aweze kuipigania nafasi kama hizi. Usisahau, utakapofaidika, basi share video hii account kwa mwingine. Ya mengi ni pale mtu atakapowahi mapema msikitini kuisubiri ya sala. Adhana, ya ikama, mtu msikitini msikitini baada kabla ule muda atakaa muda huyo, mtu ataombewa dua na malaika kwa hiyo usiwe miongoni mwa wale watu wanasubiria adhana, ishadhiniwa bado amekaa yasubiria ikama, akisikia Allahu akbar Allahu akbar, shahada la ilaha illa Allah, ndo nayo ajizoa zoa yenda msikitini. Hii nafasi utaikosa. Ukisikia adhana, kabla adhana jitahidi wewe unawai, kwa sababu adhana ni tambihul ghafirin, kumtanabaisha tu mtu aliyeghafilika alikuwa hajui, eh, sahihi, ndo muda wa sala. Baada adhana kazi yake ni hiyo kwa hiyo unajitahidi, utakapoisikia unawahi msikitini, unatawadha, unapiga rakaa zako mbili, na unakaa kipindi kile, unasubiria swala basi, unaombewa dua na malaika. Ama hali ya pili ni inda wuqufika fi safu lawali min asalaa, ni pale utakaposimama safu ya kwanza ya swala, watu wanasali, wewe upo safu ya kwanza kabisa. Sasa hii inakuonyesha hufai kuwa mgeni wa msikiti. Popote utakapoenda ni kwenu, si kwenu, hufai kuwa mgeni msikitini, hii ni nyumba ya Allah tabarak wa taala. Utakapoenda popote, hakikisha unaiwahi safu ya kwanza. Kama safu ya kwanza imejaa, basi ya pili, lau usipata safu ya kwanza, basi utaombewa dua na malaika. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi yasema, lau mngelijua anachokipata mtu akiwa safu ya kwanza, basi mngeshindana. Ama hali nyingine ya kuombewa dua na malaika ni inda julusika fil masjidi ba'da intihai min as-salat, ni pale utakapokaa msikitini baada ya sala kuisha. Watu wengi wa baada ya salamu hana muda tena kukaa msikitini, yeye baada ya salamu ima ajitoa sehemu aliyokuwa amesali, aenda nyuma kule akaegemea ukuta, au atoke nje atakuwa hana haraka ya kwenda popote pale, ila atatoka tu msikitini. Huu ni shetani wake huwa anamshawishi atoke, baada ya umeshasali toka fanya nini hapa? ni kwa sababu anakunyima hii nafasi la utasali na ukaka pale pale uliposali. Basi wewe unaombewa dua na malaika na wataendelea kukuombea dua paka pale utakapoinuka sehemu hiyo na kutoka msikitini. Kwa hiyo ni nafasi kila mmoja aweze kuipigania nafasi kama hizo. Ukiangalia hizo zote ni nafasi za rahisi sana. Ama hali nyingine ya inda ziyaratil maridh, ni pale unapomtembelea mgonjwa. Hizi zote hakuna yenye unaombewa na idadi kubwa ya malaika zaidi kuliko hii ya kumtembelea mgonjwa. Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasema, yoyote atakayemtembelea ya mgonjwa asubuhi, basi anatoka na idadi kubwa sana ya malaika takriban elfu sabini. Wanatoka na huyo mtu, wanamwombea dua. Ametoka asubuhi, basi wataendelea kumwombea dua mpaka usiku, na leo atamtembelea jioni, ataendelea kuombea dua hata yusbiha mpaka asubuhi, na idadi hiyo kubwa ya malaika kwani ni kitu cha dakika kama tano tu kumtembelea mgonjwa. Mgonjwa, mtembelee dakika tano, fai muda mrefu kwa mgonjwa. Dakika tano muulize hali, mumwombea dua na watoka. Kitendo hicho tu unaipata hiyo nafasi ya kuombewa dua na malaika. Ama hali nyingine inda ziyarati akhika al-muslim, ni pale utapomtembelea ndugu yako Muislamu. Iwe ni katika jamaa zako au ni rafiki yako au ni yoyote lakini Muislamu, ukaamua ni muda mrefu tujaonana nimtembelee ndugu yangu nimjulie hali. Basi kitendo chako unatoka nyumbani kwako kuelekea kwake, basi utaendelea kuombewa dua mpaka utakapofika, na utaendelea kuombewa dua mpaka utakaporudi nyumbani kwako. Kwa hiyo hii ni nafasi Waislamu waweze kuzi kuzichukua na kushindana katika hizo fidhali kafali ya tanafasi almutanafisun. Ama hali nyingine, inda dua ila akhika almuslim bi dhahri alghayb, ni pale utapomwombea ndugu yako dua. Unamwombea ndugu yako Muislamu dua ila bi dhahri alghayb, yani hajiko, umeombea dua wamemwona tuna kisha kwa mwombea dua ya Rabbi yule mfanyie wepesi katika mambo yake ya Rabbi yule mfanyie kadhaa kwa mwombea dua yeye mwenyewe hajui acha zile dua za kinafiki zenye watu huwa wanaombeana mwenzako amekufuata ana shida anakuambia mimi na shida hii na hii eh wajifanya huruma kumwombea dua Allah atakufanya wepesi inshallah lakini akitoka ndo kwanza wamsema vibaya yule bwana daily yeye ana shida yeye kijana hili ana hili yeye yeah tajua mwenyewe. Kwa hiyo hii wewe haukumwombea dua ila bi dhahril ghaybi, yeye mwenyewe tahakujua. Kwa kumwombea dua basi dua ile unamwombea, basi ndio dua hiyo hiyo utakayoombewa na malaika. Masahaba ridwanullahi alaihim walipolijua hili, walikuwa wakiombeana dua kwa wingi sana, kwa sababu yajua mimi lao nitakuombea dua, basi hiyo dua hiyo hiyo nitaombewa na malaika. Kwa hivyo ina maana hiyo yangu itajibiwa kwa haraka zaidi, yaani hiyo yenye nitaombewa mimi Itajibiwa kwa kwa haraka zaidi kwa sababu mwenye atakayeomba ni malaika. Kwa hiyo kuna sahaba yeye akawa ana shida fulani, yasali nyumbani kwake lakini yeye muombea, yataja mtu mwingine. Yeye muombea mtu mwingine. Mpaka mkewe akamuuliza, "Si ni wewe ndio una shida hizi, mbona unamuombea mtu mwingine?" Yasema ni kwa sababu lau nitamuombea yeye dua hizo hizo, malaika wananiombea mimi. Kwa hiyo akiniombea malaika itakuwa ni haraka sana hiyo dua kujibiwa kwa sababu inaombwa na malaika, ibadullahil mukramun. Waja wema hawa. Tuombeane dua kwa wingi sana. Tusiwe na ile chuki, sisi huwa tunasumbuliwa na chuki. Yani utaki kuona mwenzako, ana, ana jambo zuri, utaki akushinde kwa jambo. Kwa hiyo sisi kuombeana dua ni dua mbaya tu, yani sana ni kuapizana sisi kuliko kuombeana, ambayo ni mbaya sana hii. La utamwombea Muislamu mwenzako dua mbaya, basi tambua dua hiyo hiyo ndo malaika atakuombea. Na la utamwombea dua nzuri, hiyo hiyo dua ndo atakuombea malaika na zaidi. Ama hali nyingine utamwombea dua na malaika ni inda taalimi nnas alkhair, ni pale utakapowafunza watu jambo jema, yani jambo zuri umeona jambo, jambo, jambo la faida ukawafunza wengine, pale utakapowafunza watu jambo jambo la khairi, jambo la dini, jambo la ibada mwenzako ana shida fulani, ukamfunza na ukamwelekeza namna ya kufanya, basi wewe huwa unaombewa dua na malaika. Na hali nyingine ya kuombewa dua na malaika ni na inda naumika ala alwudhu, ni pale utapolala usiku na udhu.